My name is One Star from Kenya. Uh, I have a one question for you. Niko si <clears throat> ni na shilingi elfu mbili, unaziona? Ndo hizi elfu mbili, umeziona? Haya, hii shilingi elfu mbili nikikupea na temu, utachukua nini? Mina chukua elfu mbili. Kwa nini uchukue elfu mbili uache temu lakini tu nimekuuliza simbo hey. Pesa na utachukua nini mwana? Pesa, kwa nini uchukue? nachukua wanini. Sasa, sasa saa hii nikikupea elfu mbili utafanyia nini? Unachapia mashughuli zangu zenye nimekwambia hizo. Eh, shughuli kama gani? Nataka nichue chue shughuli yenyewe. Unachapia shughuli kama gani? Kitu kama hii hii elfu mbili. Mm. Kitu ya kwanza mimi sina nyumba. Uh -huh. Mine zarendisha nyumba hapo ya ya 300. Uh -huh. Yani nyumba tu ya pesa kidogo kidogo hivi. Uh -huh. Mm. Uh -huh. Na mimi juu vitu ziko yani. Uh -huh. Eh, na mimi niishi hapo hivyo. Demu na sina, chakula na sina mahali pa kuishi, eh, mi kama ni mimi mimi demu nachukua mimi sina pesa, eh? pesa awa, lakini kama ninachukua Ah. Lakini sasa kwa hiyo swali yangu umepita mtihani eh. Na nataka nikusawadi 2K eh. Kwa sababu nakupea e, na nakupea oh, ngoja kidogo eh, na pesa sababu sahi, uchumi wa sahi nafaa kutafuta pesa eh. Achana na kutufuatana mambo na matimu mambo na nini, eh, kuwa na timu moja ambaye mwenye akoshu, sure. Sure, mm. Yaani ukimuitisha, uh, ukimwambia sahi, kuja, na anakuja. Lakini mambo na kusema ndio sio nini, nini? Sasa wewe fanyaje? Yeah. Kwanza, tulia tulia, tulia. Mimi hii pesa ni sako mm. Sikatali, nakupea mm. Lakini sasa Mina wewe, wewe, wewe, wewe, we, wewe umepita ume mtihani yangu mm. Sasa vijana wa sahii tafuta pesa mm. Acha, acha kutumia miadharati mm. Acha kutumia maisha vibaya, sahii maisha ni ni kuchipanga sawa, hey. Chipange kwa maisha yako, acha mambo na stress huku. Hakuna mtu eanda kupea stress. Sawa, usikubali stress. Hey. Kwa sababu mambo na umesema, utaki utakitem, mimi hii pesa, umepita mtihani yangu. Chukua pesa, utanua kitu chenye unataka, sawa. Hiyo ni pesa ngapi? Hii ni 2K. 2K, si ndio? Yeah. Sawa, wewe chipangie kama kijana na uendelee kupika kasi yako uwasol, at least uchiendeleshe maisha yako, uachane mambo na miadharadi haya, sawa. Sawa.